Oh, hey, hey, hey, hey. Jamani, mahusiano ya yetu yawe kikazi tu. Mtu ambaye hujawahi kuona naye? Tuiletee producer anayejua muziki. Sema muziki. Muziki. Kama anaamua kufanya lolote waifanya. Jamani, inawezekana? Inawezekana. Sitaki unafiki. ili Hali isiyo ya kawaida, mtu anayejulikana kwa jina la Troy Monday, miaka 35, amekutwa amekufa ndani ya club maarufu inayojulikana kama Club 7 inayomilikiwa na Temba Junior maarufu kama TJ. Tujiunga na mwenzako aliyo katika eneo la tukio kwa taarifa zaidi. Asante sana Sophie ni eneo la tukio hapa. Kumekuwa na taharuki, simanzi, vilio pamoja na wasiwasi kwa ndugu, jamaa na marafiki ambao wamekusanyika hapa kwa ajili ya kuona mwili wa mpendwa wao. Wengi wanajiuliza sana, inakuwaje kilabu kubwa na maarufu kama hii kupatwa na janga kama hili? Namjua. Hebu tuambie ukweli, umemwona, umemwona maeneo haya? Hmm? Yes. Temba, yes. Uko chini ya ulinzi kwa mauaji ya Troy Pande. Unaruhusiwa kumwita wakili wako kama utataka, kama te haraka fujo hivyo, Shon, kila nikikuona nafanya mazoezi hivyo, najua kuna kitu kinakusumbua bro. Sure, just trust. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kwenye kusumbua apezi wako unaaja kupambana pambana kwa ajili ya kujilinda

Okay, no problem. So, shubi kidogo, hakuna jinsi, imesha tokea. Mwili wa marehemu umeokutwa saa kumi na moja alfajiri katika eneo hili na mlinzi wa klabu hii. Kama unavyoona, polisi wameshazuia eneo hili kwa ajili ya uchunguzi. Taratibu za kuchukua mwili wa marehemu na kupeleka hospitali zimekamilika, kama unavyoona. Baba Temba Baba, hey. njoo haraka. Lakini polisi bado wanasubiri like wa hmm, afikiri taratibu wow kuendelea. Sina la ziada ni kurudisha tu mwanangu jamani. Mimi ni Daniela Kaguta wa News Sasa <tipa> mimi najua <tipa> unaita jambo la maana hilo hapo. Lana unavyoanzaga. Na ile bado atamkuta mengi sana mwanao. Atamkuta mengi kweli kweli. Sasa ndio maneno gani unayoongea? Yani, mtoto amepata matatizo kama vile, badala umsemelee maneno mazuri, muombee, wao wanamsemelea maneno mabaya, maneno mazito kama hivyo. Mimi baba yake, mimi si baba yake, sikanikata. Mimi si baba yake. Mimi ningekuwa baba yake, mtoto wako asingenidharau. Sasa ile pale bado. Ule mpira dakika 45 bado, 90 zikifika. Hata nakwambia zaidi ya pale. Mwanangu, wewe, mkelele bwana. Sasa kama wewe sio baba yake, hiyo laana itampata vipi? Eh, mtu anapata laana kwa baba yake mzazi. Wewe si sio baba yake, laana tampata vipi? Sasa hebu achana na mimi. Sawa. Vipi wa talaka? Mungu wangu. Saa yeah. Bana, hebu nipishe mimi. Bana jamani. Tunajua na jambo la maana. Hakuna jinsi. Imeshatokea.

Woo! What? watexmenicoa lakini bado unafanya uchunguzi, kesho mniambieni ripoti polisi. Na Temba bada jaomba kwamba kesi ifutwe. Mimi niombe Temba msamaha? Never. Never. Siwezi kumwomba mpumbavu msamaha. Hata siku moja. Never. Yaani you just forget about it. Akita kwenda mahakamani, tuwenzeze tu. Mnafikiri tu, mna shida, mnafikiri mna uwoko. Hapana, hapana. Hata siku msame. Hata siku moja. No way. Hmm?

Moto -moto tulizo nazo leo ni pamoja na habari kubwa ya mwanadada Tatiana Anderson. Tatiana ameibuka kidedea baada ya kutangazwa na jarida kubwa la Kimarekani lijulikanalo kama Forbes. Tatiana anatarajiwa kuwa ni mwanamke ambaye mwenye umri mdogo anatarajiwa kuwa na utajiri mkubwa sana barani Afrika ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Ungana nami kwenye mahojiano yangu ya ana kwa ana na mwanadada huyu mwenye umaarufu mkubwa sana na wenye utajiri wake wa kutosha ifikapo saa kumi na moja jioni kwenye kipindi chetu pendwa Transparent. Hizo ndizo habari zetu motomoto zilizokuwa nazo siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, ulikuwa nami Daniel Kaguta wa Epic Television. ni kweli kwamba uh, amekutwa amekufa right? na amefia kwenye klabu yangu na ni kweli kwamba jana nilikuwa nayo siku, lakini hilo halisababishi ikaonekana kwamba mimi ndo nimemuua. kwa nini muue Troy? nimekuelewa. relax kwanza Relax. Yaani katika maneno yote ambayo umeweza kuyafikiria, umefikiria relax kwenye mazingira kama haya, right? Kweli mimi naweza kurelax? Unapaswa sasa hivi kushughulikia namna ya kunitoa mundani. Usiniambie relax. Kwanza nataka nikuelekeze jinsi gani ya kuandika statement. Baada ya hapo jinsi gani ya kujibu maswali. Siwezi kufuatilia taratibu zozote za kujua kama zamana yako iko wazi au la, maana hatujaandika maelezo yoyote. Niulize chochote. Okay, fine. Sio hilo tu, hiyo ni kutaka kukupa ongela kwa watua uliofikia kutakaivu ezi mefanyi jisikia raha kufahamu na kuwa karibu na wewe, na kosa hata la kusema, naomba niwe japo mbebaji wa mikoba yako au dereva wako, ili mradi niwe karibu na wewe kwa muda mrefu, huenda naweza kujifunza kitu. Ndiyo. Kwani, kuna tatizo hapo? Kwa nini? Kama vipi? Naweza tukaonana kwa chakula cha jioni na tukafanya mazungumzo. Exactly. Yani huwezi amini nimesimama and Mark shows out of nowhere.

ue ama wama, cha msingi cha kufanya sasa hivi ni tuwe na subira na tuachie polisi wafanye kazi zao. Ni kweli kabisa. Nachokisimamana sasa hivi nabidi tufanye kazi kwa ushirikiano mkubwa sana, ili TJ akitoka sisi. Na ili kumpa furaha zaidi, mnajua Tiji anapenda mziki, hmm. na sio tu mziki, anapenda mziki wenye ujumbe. Sasa naombeni tuingie studio, tuandae wimbo mzuri unaoendana, hmm. na kinachoendelea sasa hivi sio kufanya kazi tu, nahitaji muingie studio leo usiku, muingize sauti zenu. Sawa. Sawa. Asanteni sana nawatakia siku njema. Asante sana. I don't know. Najua na nichukia sana. Lakini... Najua michezo yako, Temba.